Idara ya utume na uinjilisti Kanisa Anglikana Chidikonali Handeni, Dayosisi ya Tanga inakuletea mkutano mkubwa wa injili pamoja na sinema. Ni katika viwanja vya Ndekai Kideleko, kuanzia tarehe 25 tano hadi tarehe 31 mwezi wa tano mwaka 2025 muda ni saa 9 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Wahubiri ni Shemasi Danieli Semfukwe pamoja na Shemasi Mpangile. MC wa mkutano huo ni katekista Brian Joseph. Mawasiliano 0695376456 au 0782942105 neno kuu la mkutano ni Isaya 55 aya ya sita hadi aya ya saba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana.